Kwa majina anaitwa Zumba Vevo na, na leo hii ni siku kubwa sana ambayo tumekusanyika watu wengi sana kwa ajili ya kuja kumpa support ndugu yetu, ana jambo lake ambalo alizindua. Hii ndio kazi yake ya kwanza ambayo ni kubwa zaidi yani, haijawahi kutokea hii kazi kwa kweli, na imefanywa na watu wakubwa yani, kuanzia production mpaka wasanii wale walishiriki, ni watu ambao wana uwezo na wanajua nini ambacho wanakifanya. Huu mndani nikisema kweli, hii series ni ya kitofauti kwa sababu yakitofauti kitofauti, tutaenda kuiona na kuitazama kama mtu atapata nafasi ya kuiona na, na atajua kweli kwamba hii series ni ya kitofauti. Sitaki kongea sana, naambiwa kunywa supu, nyama zipo chini ibwana. Umo nimefanya unyama mwingi sana au wakina Mwakatobe sijui akina Dunia sijui akina nani Big Boss sijui nani, na naimani umo watu waenda kusubiri. Nilipata kwenye chaneli ya Umba Media au wakiandika tu mganga Umba, basi moja kwa moja inamletea pale. Majina yanaitwa yanaita Shifaina Salome, nimeigiza kama, kama rafiki wa mchumba wa Kido ambaye uhusiano lao linapingwa sana, na uhakika kwa sababu story yetu ni nzuri na tulichokifanya tuna uhakika nacho. Kwa hiyo kwanza tutamtanguliza tu Mungu, lakini tunauhakika na kazi yetu kwamba ni nzuri, ni nzuri sana, pia itatufikisha sehemu. Kwa sababu husika tuliopewa tumefanyiwa kama inavyohitaji story. Kwa hiyo ni hivyo tu, watu wasiache kuifuatilia. Kwa majina naitwa Jordan Peterson sangerad na ni msanii pia ambaye pia ni nominee kwenye Zikomo Best Supporting Actor. Kwa hiyo mwaka 2025 ni mwaka mzuri sana. Ah, bahati mbaya alifanya mafekech yake akaweza kunipiku lakini namwambia kabisa kwamba next time ajiandae kabisa. Yes. Ah, leo tuko hapa ndugu yangu kama unavyotuona hapa tupo kwa ajili ya Umba Media, Umba na kazi yake mganga Umba eh, hii kazi inapatikana YouTube. Kwa kweli mimi binafsi nimebahatika kuiona a ah, kuiona ni kazi nzuri sana. Ni kazi ya kitofauti sana kuliko na kazi zingine zote ambazo tumezizoea. Unajua saizi kuna utamaduni wa hizi kazi ambazo tazisha tutangulia e, ukiangalia kama kuna Dunia sijui kuna Big Boss kuna nini, ni kazi nzuri kwa kweli, lakini naamini kwenye mgangaumba kuna kitu cha tofauti kinaenda kutokea kabisa. Ni kazi nzuri, ni kazi inakuleta mapinduzi ina kuamini. Kitu ambacho nimekipenda binafsi, nimependa ile zile jistamaduni zimeonyeshwa kwenye hii kazi. Ujue tunafanya kazi nyingi, mwisho wa siku tunasahau tamaduni zetu la nimependa kwenye kwa sababu jamaa kaeta tamaduni kuna mambo ya kichawi ushirikina, hivyo, mapenzi pia kuna vitu tofauti tofauti ambavyo io ndani ya hii ya hii kazi na o, si kwa imo, A, mimi kwa kazi nzuri sana. wewe katika hii movie kama Ah sana, mimi sikubahatika ku, ku, ku, kuigiza kwenye hii part ya kwanza, lakini naamini kama mambo yakiwa mazuri, kuniona huko mbele insha Allah. Asante hisi kwamba hii movie inaweza kuwa mbadala wa dunia na big boss, hilo halina shaka, halina shaka kabisa. Ujue Tunapofanya kazi tunaangalia zile kazi ambazo zimepita. Sisi tumefanya kazi kwa kuona kwamba hawa wana soko, wanafanya vizuri saizi, wana kitu gani ambacho hawana, sisi tuongeze zaidi ya kile ambacho wao hawana. Kwa hiyo naamini hii kazi inaenda kuwa kazi kuwa kubwa, inaenda kuleta mapinduzi makubwa zaidi kwenye Tanzania, kwa sababu naamini kwenye upande wa soko la YouTube, ni soko ambalo ukiliangalia ni soko ambalo linabeba lina, lina, lina, lina vizazi vipya kwenye tasnia yaani, sio wale watu ambao tumezoea kuona mara kwa mara na siku zote anaamini kwamba kwenye kizazi kipya, kwenye sura mpya, kuna kitu cha tofauti ameenda kukionyesha. Kwa hiyo naamini kwenye hata hii kazi pia kuna sura zingine mpya ambazo hujawahi kuziona kwenye macho ya kawaida pia, japokuwa zipo sura ambazo umeshawahi kuziona kwenye kwenye wachango, kwa hiyo naamini kwenye wale wachanga watakuwa na njia zaidi kwenda kuonyesha kitu, naamini kitakuwa kitu kikubwa zaidi. Performance nzuri, story kali, picha nzuri, sauti, yani kila kitu kipo proper sana. Shukrani sana ah, shukrani sana.